Jamani, msio mnakaribia watu si alikuwa mkali sana lakini sasa ameona, kwa sababu ndugu yangu tunawashauri. Ndio maana tumetoka msikitini. Mimi kwanza msikitini ni maamuma maamuma, wanake ni mfuasi, nikikaa huko msikitini na salingi la ni ya nyuma huko, maana sina cheo yote mimi, si ustadi, sio imamu, sio shekhe, ni mtu tu wa kawaida, lakini kilichotupatia mapenzi ya kuja barabarani kwa sababu mimi binafsi aa, na wengine wamezaliwa waislamu wengi wao mimi nilikuwa katika Ukristo na Mungu akaniongoza kwa maneno kama haya, kwa sababu Mungu ni nuru na nuru, huwezi kuna mwangaza sahihi, unaweza unaweza kufananisha hii mwangaza wa jua na nini, ina image yoyote? Sasa ikiwa Mungu ni nuru, amekaa katika nuru isiyoweza kukaribiwa, hakuna mwanadamu aliyemuona wala awezaye. Sasa ndugu yangu ananishauri vipi? Tunakushauri ukubali Mungu ni mmoja, upate uzima wa milele, hivyo tu na ana mfano ndio, Waislamu jamani, mko Qurani sura ya khalas changamka, wewe Abdullah. Anasema ni baraka billahi min ash-shaytanir rajim, Qul huwallahu ahad. Soma Allahu samad. Yeye anasema hivi, Sema Sema, Yeye ni Mwenyezi Mungu mmoja tu. Sema, ukisema tu ni Mwenyezi Mungu ni mmoja tu, Mwenyezi Mungu tu, Mwenyezi Mungu. Ukisikia neno tu, hakuna cha kuzidi zaidi hapo, ndiye anastahili. Yeye ni Mwenyezi sta kufundia na vyombi vyake vyote kwa kumwabudu na kumwabudu na kumuomba, na kumuomba na kumtegemea. Kwa hivyo hiki kile unachokiona na una na usichokiona ni kiumbe cha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ndio muumbaji wala hakuumbwa yeye, hakuzaa. Huyu Mungu ambaye tunakuitia sisi hakuzaa wala hakuzaliwa, wala huyu Mwenyezi Mungu hakuzaliwa, wala e, hana anayefanana naye hata mmoja <laughs> <laughs> Ukitemka tu maneno ukasema, nimekubali huyo Mungu ambaye anastahili kuabudiwa ni mmoja, na kukubali mitume wake, kuanzia Adam, Daud, Suleimani mpaka mtume wetu Nabii Muhammad, unakuwa umepata tikiti ya kupata uzima wa milele bila shaka, mia kwa mia mengine unaongezea tu, unajazia jazia viraka: kufunga, kusali, kuja hapa kufanya kazi kama hii, kufanya Waislamu wanatoa sadaka ya kusukuma hii kazi mbele. Hiyo ndo tunakuita. So ndugu yangu kwa moyo mkunjufu, oh, safi. Lakini wengine ya kusema Mungu anafanana, Mungu sio ana mtoto, Mungu sio alikuja duniani akazaliwa.